Yes I, kama kawaida ni mwendelezo wa vipindi vyetu vinavyoruka nani YouTube leo. Tena wanasiza, naona leo kuna na mbwa wengine manunu. Eh, hivyo na vimanunu bwana hao au mbwa wamepata jina maarufu kwa sababu ya Wema Sepetu sana, kwa sister yetu Wema Sepetu. Ndio ndio. Ni bwana hawa, lakini jina lao halisi ndio ndio, kama hivyo, yaani manunu tu ni mbwa Wema, lakini watu wamekalili hivyo, limechukua pap ko kidutakiolasaatu ni manunu asio hivyo, lakini huyo ni, hebu twambie hawa mbwa. Kwanza, hapo ulivyoshika mdogo yupi mkubwa yupi, na wakiwa wakubwa wanakuwa vipi? Huyu hapa unaona, hicho cheupe cheupe, huyu ndo mdogo. Eh, afu huyu hapa mweusi mweusi, huyu huyo ndo mkubwa. Ndio, hapo ndo kamaliza hapo, akisimama. Eh. Kwa hiyo, yeah. Au mbwa au jamia na wanafaa sana kufugwa na watu wa jinsia ipi? Lakini afu na mablaza men timu subaru wengi hizo nombwa zao

ila kwa kwa kama huyo mbwa mkubwa kabisa unasema, ana kilo ngapi? na kilo saba saba. E, kwa kama mbwa ana kilo saba. Mm, afu ana miezi nane ya bara mm. Hu kila mwezi kila mwezi kana kilo moja, kwa hiyo unajua kesi e, sio e, na vipi kanafaa kukaa nako ndani uh,

Akufa. Akufa akufa ni ile ya kuvaa. Ile ya kuvaa. Kuvaa ni ndio safi kabisa. Ni anapendeza vizuri. Ah, lakini eh, shingoni ni kwa ajili ya mbwa. Eh, mbwa wengine tu. Maana sio hata kwa mvalisha hata mnyororo. Mnyororo hafai. Au kwa sababu huyu kwanza mm, anabweka labda kuwekea watu hivi. Ah, huyo. Weka eh, anabweka. Aa, okay. Eh, weka anabweka vizuri tu. Na kwa kutoa taarifa. Eh, kwa kutoa taarifa kuna mtu kaingia, simuelewi. Yeah, okay. Hawezi kumwata. Kila tu kuweka tu. Tutaarifa kuna mtu gani? Ah, yuko vizuri. Sasa, pengine yeah. Tengine, watu wasichokijua wa wa kuhusiana na Maltese. Ndio. Ni mbwa aina gani hasa? Wala wa mbwa. Mm. Hawa ni mbwa wa, wa mapambo, mm. Wapambo, eh, eh. Wa, wa upambo, urembo. Eh, urembo. Wala sio kwa ajili ya ulinzi. Ndio maana tabia zao. Eh, ni kitonga. Bei zao zipo chini. Eh, kitonga maana wewe yaani usiweze kukauzia Maltese laki like, saba, sio milioni. Oh. Uongo. Uongo. Yaani wewe bei zao ni laki tatu. Like, like. Mwisho sana laki mbili like, na nusu. Na kwa sasa dukani unapata eh, kwa hiyo bei. Eh. Ah, magonjwa, kuna kuna magonjwa tu mengi mengi tu. Mbwa kama mbwa kawaida. Kuna minyoo. Kuna ule ugonjwa ambao unaitwa pavo. Unashambulia. Yaani ni mbwa kama mbwa wengine, sema ni tofauti kidogo. Je, Bwana Siza, ndio kuna kitu ambacho tutaka tujue, kusmeti sisi hatuja kuuliza na wanatamani tuambie, labda kwenye so uzalishaji, wanazaliana mambo kama kawaida kuzaliana? E, aalikama kama, kama kama ni mbotoa ambao kawaida anazaa mpaka toa ngapi? Mpaka kumi. Kama ukizalisha moja kibi na nusu, una mini mbili na laki tano. Lakini pamoja na hapo bado hakuzingui sana kwenye kumhudumia msosi mdogo hey, msosi, sana maana una uwezo hmm, yani yeah, ni biashara mbayo hey. Haina hasara hey, hey, hey, kubwa Kidogo lakini, eh, anakupa mtosi, anakupa faida kubwa, faida kubwa eh, na kumpata kwa bei ndogo sana, na bado bado pia kumpata, ukienda kununua kwamba ni bei ni ni kitonga eh, of course, kwa hapo hapo naamini wote wameshauzwa eh, ah, tayari hapo wote wanaondoka. Aha, kuna mbwa wa kuuza eh, lakini kama mtu anakuwa anahitaji, hapo wengine, sio hapo, wengine mara, sisi tuna tuna tuna keneli nyingi, na moja ipo Dar, nyingine kwa Arusha, kwa Arusha, nyingine tuna hapa Dodoma tu. Eh, sasa kazi kwa wao, kazi ni kwa wao wenyewe, kama wakitaka, apige tu simu moja wanapata mbwa na sasa sasa so. Kitu kingine vipi? Mm. Kuhusiana na banda lao, uh, mabanda kafano hapa, huyu hapa ana banda yake. Mm -hmm. Like special. Mm -hmm. Maki una na kana ndani, anakaa ndani yeye ndani, huyo kidogo anaweka huku nje, kwa sababu kesho utu anaondoka, anaenda kwao, anaenda kwao, kwa hiyo huyu hapo kidogo mwenyewe kasema kata kata wiki eh, nje kumchukua, kuna kuna kibanda chake nimemnunulia kipo tu ndani ah, okay. E, kuna muda anakaa nazuazuua sebleni labda watu mm. Kuna muda unamfungia kwenye oh, ku swala la harufu maana mm. anabaaruuanaule umbwaumbwa yes. Vipi wao harufu harufu kama kawaida, ukitaka i harufu sikupate uh -huh. Ni wewe tu unazingatia usafi kumwogesha unajua, a mbwa wana manyoya a mengi anaficha uchafu. mbwa huyu ukae naye ndani afu sio na mwogesha e, e, e, e, no? e, kwa hiyo ili uepuke na hilo, kuzingatia usafi. labda tambie a kwa huyo mbwa kao na uzoefu wako, nadhani kwa wiki atakoga mara ngapi? yani kwa wiki, maanake wiki si siku saba, inabidi aoge hata mara tano e. I eh, kila baada ya kila siku ea aanavogavoga kwa sababu e, anaji anakunyaa anabaki hiyo mm, analala kwenye mikojo e, ko lazima ujitahidi eh, umsafishe um, um, um, eh, kila muda kama akabwana aka kanapendelewa sana Ndaakuwaeaza, nafikiri kwa leo tuwalishe watu hicho kitu kidogo, au labda kama kuna kitu kingine, sija kuuliza, unataka useme hapo